Je, unamjua rais wa Gambia? Salia na mimi. Rais wa sasa wa Gambia ni Adama Barrow mwenye umri wa miaka takribani 60. Amekuwa rais wa taifa hilo lenye takribani ya watu milioni 3 tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba. Adama Barrow ndiye aliyemtoa madarakani rais wa taifa hilo kwa njia ya uchaguzi, kiongozi aliyekuwepo kwa zaidi ya miaka ishirini, yaani tunamzungumzia Yahaya jame Alizaliwa katika eneo la Makamanga Mangi Kunda katika wilaya ya Jimala mashariki mwa taifa hilo, yaani tunazungumzia Gambia. Mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili aliweza kuelekea katika jiji la Londani nchini Uingereza. Huko alifanya kazi pamoja na biashara, na ilipofika mwaka elfu mbili na sita akarudi kwenye taifa lake la Gambia ili kuweza kuendelea na biashara zake, na alikuwa mweka hazina wa chama cha upinzani yani UDP, na baadaye kuwa mwenyekiti wa chama hicho baada ya aliyekuwa kinara kufungwa jela. Mwaka 2016 katika uchaguzi wa urais, Adama Baro aligombea katika kiti cha urais katika chama cha upinzani akiwakilisha vyama ali vya upinzani. Alishinda uchaguzi huo kwa kupata asilimia 43.34 na kumshinda kiongozi wa muda mrefu zaidi Yahaya Jame. Jame kwanza alikubali matokeo hayo lakini baadaye alikili misimamo yake na kusema si halali, jambo lililomfanya aweze kukimbilia katika taifa jingine jirani. Tunamzungumzia Adama Balo, aliweza kukimbilia katika taifa la Senegal, lakini harakati hazikuishia hapo. Aliapishwa katika ubalozi wa Gambia nchini Senegal, tunamzungumzia Adama Balo. Ikumbukwe Januari 2017 ilikuwa zamu ya Yahya Jammeh kukimbia taifa la Gambia. Kama Barrow akarudi kuapishwa rasmi katika taifa la Gambia, si huyu ambaye muda mwingine huonekana akiwa na wake zake wawili? Aligombea tena uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na moja na akapewa mitano tena kana na katiba mpya kutokuwa na ukomo wa madaraka. Tayari ameshadhibitisha atagombea muhula wa tatu tena mwaka 2026 katika nchi hiyo ya Gambia, moja ya taifa dogo zaidi barani Afrika. Salia na mimi ili uweze kutimiza ndoto zako. Amen.